Sante. Kwa hivyo nawakaribisha kwa kifungu cha leo, waraka wa kwanza wa Yohana mlango ni wa pili na tunaanzia mstari wa kumi na nane tutaendelea mpaka ishirini na nane Waraka wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa pili mstari kumi na nane hadi ishirini na nane tasoma Watoto, ni wakati wa mwisho; na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo; kwa sababu hiyo twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Walitoka kwetu, lakini hawakuwa wa kwetu; maana kama wangalikuwa wa kwetu, wangalikaa pamoja nasi; lakini walitoka, ili wafunuliwe kwamba si wote walio wa kwetu. Nanyi na mmepakwa mafuta ya yeye aliye mtakatifu nanyi mnajua nyote. Sikuandikia ninyi kwa sababu hamwijui iliyo kweli, bali kwa sababu mwaijua, tena kwamba hapana uongo wowote utokao katika hiyo kweli. Ni nani aliye mwongo ila yeye akanaye ya kuwa Yesu ni Kristo? Huyo ndiye mpinga Kristo, yeye amkanaye Baba na mwana kila amkanaye mwana hanaye Baba, amkirie mwana anaye Baba pia. Ninyi basi hilo mlilolisikia tangu mwanzo na likae ndani yenu. Ikiwa hilo mlilolisikia tangu mwanzo linakaa ndani yenu, ninyi nanyi mtakaa ndani ya mwana na ndani ya Baba. Na hii ndiyo ahadi aliyotuahidia, uh, yaani uzima wa milele. Nimewaandikia haya katika habari za watu wale wanaotaka kuwapoteza. Nanyi mafuta yale mlio mliyoyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha; lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha, kaeni ndani yake. Na sasa, watoto wadogo, kaeni ndani yake ili kusudi atakapofunuliwa muwe na ujasiri, wala msiaibike mbele zake katika kuja kwake. Na hilo ndilo neno la Mungu, kwa hakika hilo ndilo neno la Mungu. Asante sana ndugu James kwa kutusomea neno la Mungu. Habari za asubuhi. Bwana Yesu asifiwe! Karibuni sana katika ibada yetu ya kwanza, siku ya leo kwa, kama kuna yeyote ambaye ametutembelea kwa siku ya kwanza, anaitwa Kevin Ombima, nimeokoka. Kristo ni Bwana. Nashukuru Mungu sana kwa nafasi ametupatia asubuhi ya leo ili tulisikie neno lake. Kama unajiunga nasi kwa mara ya kwanza, pengine ni vizuri tu tujue kwamba tumeendelea tukijifundisha kutoka kitabu cha Yohana uh, wa kwanza na leo tutaangazia kifungu ambacho tumesomewa na ndugu James Sokoti, Yohana wa Kwanza, mlango wa pili, mstari wa 18 hadi 28. Tunapojiandaa kulisikia neno la Mungu, wacheni tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, asante kwa nafasi umetupatia asubuhi ya leo kulisikia neno lako. Tunapolisikia neno lako, ewe Baba, fungua mioyo yetu ili tuelewe na tuenende kulingana na neno lako. Bwana, tunaomba utusaidie asubuhi ya leo tusikie mwito wa kukaa ndani ya Kristo. Kupitia neno lako, tusaidie tukae ndani ya Kristo ili tusipotoshwe na wapinga Kristo na walimu wa uongo. Tuwezeshe tukae ndani ya Kristo ili atakaporudi tusiaibike, bali tupate uzima wa milele. Tusaidie we Bwana, tuwe makini asubuhi ya, ya leo na tusikie sauti yako. Hili ni ombi letu katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amina, amina. Je, unajua ni wakati gani tunaishi? Je, unajua ni wakati gani tunaishi? Kwa hakika tunaishi katika wakati wa mwisho. Hebu sikiliza jinsi kifungu chetu kinaanza. Yohana wa kwanza mlango wa pili mstari wa kumi na nane tunasoma tuna kwamba, watoto, ni wakati wa mwisho. Hivyo ndivyo kifungu chetu kinaanza asubuhi ya leo, watoto wadogo ama watoto, ni wakati wa mwisho. Kama tunavyoona katika kifungu hiki, ni wakati wa mwisho kwa sababu wapinga Kristo au walimu wa uongo wamekwisha fika tayari. Wapinga Kristo na walimu wa uongo wamefika. Wewe na mimi tutajua ya kwamba wapinga Kristo au walimu wa uongo wamefika kwa njia mbalimbali. Kuna wale ambao wanajulikana kama Jehovah's Witnesses, tunawajua wao wanasema kwamba Yesu sio Mungu. Hawa kwa hakika ni wapinga Kristo kwa jinsi tumeona katika swali letu la katekisimu, Yesu ni Mungu sivyo? Lakini wanasema Yesu sio Mungu. Kuna wapinga Kristo ambao ni walimu wa uongo, wanasema Yesu alikuja akafa msalabani, pengine ili tupate mali ama tusiwe wagonjwa. Hawa kwa hakika wanapinga Kristo. Na pia kuna wale ambao wanapinga Kristo kwa jinsi wanaishi. Wanasema Yesu ni Kristo lakini jinsi wanaishi hayaambatani na mafundisho ya Yesu Kristo. Kwa hivyo ni wakati wa mwisho, kwa kuwa wapinga Kristo na walimu wa uongo tayari wamekwisha fika. Na je, unajua lengo lao ni lipi? Lengo la wapinga Kristo na lengo la walimu wa uongo ni lipi? Kama tunavyoona katika mstari wa 26 na lengo lao ni kutosha watu wa Mungu. Tafadhali sikiza, tunasoma katika mstari wa ishirini na sita, wa pili, Yohana wa kwanza mlango wa pili mstari wa ishirini na sita tunasoma kwamba nimewaandikia haya katika habari za watu wale wanaotaka kuwapoteza Paul. Uh, Yohana anaandika kuhusu wale ambao wanajaribu kupoteza watu wa Mungu kwa, ku, kwa hivyo hizi ni wakati ni nyakati za mwisho, wapinga Kristo wamekwisha wasili, na lengo lao ni kupotosha Wakristo. Wapenda, kama huu ndio ndio ukweli, basi tunapaswa kuishi aje? kama wapinga Kristo wamekwisha fika, kama ni wakati wa mwisho, kama wapinga Kristo na walimu wa uongo wako katikati yetu na lengo lao ni kupotosha watu wa Mungu. Basi je, tunapaswa kuishi aje iwapo wapinga Kristo na walimu wa uongo wamekwisha fika na lengo lao ni kutupotosha? Tutaishije? Jinsi tutaona katika kifungu kilicho mbele yetu, ni lazima tukae ndani ya Kristo, ni lazima tudumu ndani ya Kristo. Tukikaa na kudumu ndani ya Kristo hatutachukuliwa na wale ambao ni wapinga Kristo na wale ambao ni walimu wa uongo. Tukikaa ndani ya Kristo tutapata uzima wa milele, lakini tusipokaa ndani ya Kristo tutapotoshwa na wapinga Kristo na walimu wa uongo, na mwishowe tutaibika na tutapata kifo cha milele Yesu atakaporudi. Kwa hivyo somo letu kwa asubuhi ya leo ni tukae ndani ya Kristo ili tusipotoshwe. Tukae ndani ya Kristo ili tusipotoshwe, bali tupate uzima wa milele Yesu atakaporudi. Amen. Tukae ndani ya Kristo ili tusipotoshwe, bali tupate uzima wa milele Yesu atakaporudi. Kwa kuwa wa Kristo wamekwisha fika, tunapaswa kuishiaje? Yohana alianza kutuambia kwamba kuambia wasikilizaji wake kwamba neno la Mungu lazima ikae likae ndani yao, neno la Mungu lazima likae ndani yetu. Tunaona hivyo uh, katika mstari wa ishirini na nne. Tafadhali tazama mstari wa ishirini na nne ni, nikiisoma mstari wa ishirini na nne tunasoma, ninyi basi hilo mlilosikia tangu mwanzo na likae ndani yenu. Walisikia nini? Walisikia neno la Mungu, walisikia injili yake Yesu Kristo. Yohana anawambia, kwa sababu ni wakati wa mwisho, kwa sababu wapinga Kristo wamekwisha fika, kwa sababu lengo lao ni, wako, ni kuwapotosha, basi neno la Mungu lazima likae ndani yenu Neno la Mungu likikaa ndani yetu, basi sisi tutakaa ndani ya Kristo. Neno la Mungu lisipokaa ndani yetu, basi hatutakaa ndani ya Kristo, na tusipokaa ndani ya Kristo, tutapotoshwa na walimu wa uongo na baadaye, mwishowe tutaibika, Yesu atakaporudi. Ni wale ambao neno la Mungu litakaa ndani yao, wao ndio watakaa ndani ya Kristo, jinsi tunavyoona katika mstari wa ishirini na nne. Wacha nisome huu mstari kwa mara ya pili, na nitaisoma yote. Mstari wa ishirini na nne tunasoma, ninyi basi hilo mlilosikia tangu mwanzo na likae ndani yenu. Ikiwa hilo mlilosikia tangu mwanzo linakaa ndani yenu, ninyi nanyi mtakaa ndani ya Mwana na ndani ya Baba. Wapendwa, neno la Mungu likikaa ndani yetu, basi tutakaa ndani ya Kristo na ndani ya Mungu Baba. Tutaishiaje katika hizi nyakati za mwisho? Lazima tukae ndani ya Kristo, lazima tudumu katika Kristo, na ili tukae ndani ya Kristo, neno la Mungu lazima likae ndani yetu. Katika mstari wa ishirini Yohana aliweka wazi kwamba tunao upako wa Roho Mtakatifu, na katika mstari wa ishirini na saba anasema kwamba Roho Mtakatifu ni mwalimu. Lakini Roho Mtakatifu akiwa ni mwalimu, anatufundisha aje? Jinsi tunavyoona katika mstari wa ishirini na saba Roho Mtakatifu anatufundisha tukae ndani ya Kristo. Tafadhali tazama mstari wa ishirini na saba tunasoma kwamba nanyi mafuta yale mliyopata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha; lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha, kaeni ndani yake. Pendwa, Roho Mtakatifu ndiye mwalimu bora. Tukiwa naye hatuhitaji mafundisho ya wale walimu wa uongo na wale wapinga Kristo. Na Roho Mtakatifu anatufundisha tukae ndani ya Kristo. Roho Mtakatifu anatufundisha tukae ndani ya Kristo, na neno la Mungu likikaa ndani yetu, basi tutakaa ndani ya Kristo. Sijui kama unaelewa haya maneno vile yanafuatana. Neno la Mungu likikaa ndani yetu tutakaa ndani ya Kristo. Roho Mtakatifu ni mwalimu anatufundisha tukae ndani ya Kristo, na katika mstari wa ishirini na nane kwa mara ya tatu, Yohana anatuambia tukae ndani ya Kristo. Watu wengi wananisingizia kurudia mambo, lakini Yohana hapa anarudia kitu kimoja mara tatu. Tafadhali tazama yale tunasoma katika mstari wa ishirini na nane. Tunasoma, na sasa, watoto wadogo kaeni ndani yake. Mara ya tatu Yohana anarudia tukae ndani ya Kristo. Mimi nikirudia mara ishirini ni kuna shida? <laughs> Wapendwa, katikati ya wapinga Kristo na walimu wa uongo, wewe na mimi lazima tukae ndani ya Kristo. Lazima tukae ndani ya Kristo kwa kuruhusu neno lake likae ndani yetu na kwa kumsikiliza Roho Mtakatifu. Anapotufundisha tukae ndani ya Kristo. Tutakuwa salama katikati ya wapinga Kristo na walimu wa uongo ikiwa tutakaa ndani ya Kristo. Je, usalama tutapata wapi? ya. Ndani ya Kristo. Tutakuwa salama kwa kukaa ndani ya Kristo. Yesu Kristo ndiye mwamba imara. Tukikaa ndani yake kwa kweli, tutakuwa salama. Jinsi tutakavyo tutakavyoimba baada ya hii, yeye ndiye mwamba. Ni salama tukikaa ndani ya Kristo, tutakuwa salama. Hatutapotoshwa na wale walimu wa uongo na wale wapinga Kristo. Wapendwa, tukikaa ndani ya Kristo tutakuwa salama, kama tunavyoona katika mstari wa ishirini na tano, wale wanaokaa ndani ya Kristo kuna zawadi, na zawadi ni uzima wa milele wale ambao wanakaa ndani ya Kristo watapata zawadi zawadi na ni uzima wa milele. Tafadhali angalia mstari wa 25 na n uh, mstari wa ishirini na nane ishirini na tano. Tunasoma, na hii ndiyo ahadi aliyotuahidia ahi, yani uzima wa milele. ishirini na nane tunasoma na sasa, watoto wadogo, kaeni ndani yake ili kusudi atakapofunuliwa mwe na ujasiri, wala msiaibike mbele zake katika kuja kwake. Wapendwa, mwito hapa ni wazi: wapinga Kristo na walimu wa uongo wamekwishafika. Lengo lao ni kutupotosha, na Yesu Kristo ndiye mwamba; kwake pekee kuna usalama. Wewe na mimi basi lazima tukae ndani yake, lazima tudumu ndani ya Kristo. Tukikaa ndani ya Kristo, hatutapotoshwa na mwishowe hatutaibika bali tutapata uzima wa milele. Lakini tusipokaa ndani ya Kristo, tutapotoshwa na walimu wa uongo na wale wapinga Kristo, na mwishowe, Yesu atakaporudi, tuta aibika kwani tutapata hukumu ya milele. Maswali kwangu na kwako ni je, tutakaa ndani ya Kristo? Je, wewe na mimi tutakaa ndani ya Kristo? Je, neno la Mungu linakaa ndani yetu? Je, tutamsikiza Roho Mtakatifu anapotufundisha tukae ndani ya Kristo? Mungu anisaidie na Mungu akusaidie ili tukae ndani ya Kristo. Unapoendelea kuishi hapa duniani ukiwa hapa ama wale wametoka transformed ambao wanamaliza program, mkienda pale nyumbani mjue kwamba ni wakati wa mwisho. Wapinga Kristo na walimu wa uongo tayari wamefika. Lengo lao ni wa kuwapotosha. Wewe na mimi tutakuwa salama, neno la Mungu likikaa ndani yetu. Tukimsikiza yule Roho Mtakatifu anapotufundisha tukae ndani ya Kristo, tutakuwa salama. Tukikaa kudumu katika Kristo na Yesu atakaporudi, tutapata uzima wa milele. Na tusipokaa ndani ya Kristo tutatoshwa na Yesu atakaporudi, tutaaibika, kwani tutapata hukumu ya milele. Mungu atusaidie tukae ndani ya Kristo. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.